Hujambo mtazamaji wa Almas Digital, jina langu ni Teditino, nyuma ya kamera yuko yahudi poison Khan, na siku hii ya leo tumepata bahati ya kumtembelea mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Young Africans. Huyu ni Ally Shabani Kamwe, ama unaweza kumuita semaji la FIFA. Tunakwenda kuzungumza maandalizi yao kuelekea ya mchezo wao wa kesho wa ligi ya mabingwa eh, barani Afrika, mchezo wa hatua eh, ya pili dhidi ya Silver Striker ya kule

Ah, vipi, lakini... salama, mudi yako inaonekana iko vizuri. Ah, niko vizuri alhamdulillah, nashukuru Mungu. Niko vizuri kabisa. Mambo yanakwendaje? Mambo yanakwenda vizuri uh, Mwenyezi Mungu amejalia kheri, kila kitu kiko sawa na tupo kwenye maandalizi ya mwisho mwisho kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Silver Striker. Ura, wanasemaji wa Nyasa wamekuja tumewaona, wamekuja na confidence ya hali ya juu na pengine wao wanasema ni maybe kwa misimu hivi karibuni, ndio timu ya kwanza wageni wanakuja Tanzania wakiwa na confidence ya namna hii. Bila shaka mmewaona Yanga si majano na wamezungumza vitu vingi sana. Wao wanalipi katika hii, wanakula ngoma, wana dance, hawana pressure yoyote, wanapiga mapiano vizuri kabisa. Namba mbili, wamesema wamekuja kufuzu na Yanga ni wepesi tu, wao pia wana, wana quality kubwa. Message elfu moja mia tatu wanayanga wa wakiwa sorry. Wana Yanga wakiwa na hasira kwelikweli, wakiwa na mfadhaiko kwenye mioyo yao. Hawa nani wameshatua wakubwa hapa uwanja wa ndege wa Dar es Salaam, shatua Al Ahly hapa, shatua Belouizdad akiwa bingwa wa Algeria, shatua Medeama akiwa bingwa wa Ghana, ameshatua Mamelodi Sundowns, shatua TP Englebert Mazembe hakuna katika hao waliosema kwamba Yanga ni wepesi. Hakuna katika hao walioshuka akata viuno pale uwanja wa ndege kwa wana Yanga. Wamepata hivi hasira, kaambia tunafanyeje? Haiwezekani, haiwezekani. Nikamwambia safi kabisa na hiyo ukomeshaji, yani operation ya kukomesha hawa inaanzia kwako wewe, mwana Yanga. Tusipokomesha hili kwa kesho, maana yake tutakomeshwa sisi kwa muda mrefu zaidi msimu huu. Kwa hiyo kesho, kila mwana Yanga aliyeumizwa na ile clip, aliyejisikia vibaya, simamisha shughuli zako zote kesho, siku hii moja tu, njoo Benjamin Mkapa, njoo tupindue ile meza na heshima irudi, ili siku nyingine wakishuka uwanja wa ndege wajue wameshuka kucheza African Sports Club. Weo, ali, ali unaweza kusema kesho sasa mm. Yes, imeshaongezeka pia, meza imeshaongezeka pia mechi ya heshima, heshima imeshakuwa yeah, mechi ya heshima ndo bana. Nikawaambia wanangu, wanitumia wewe, kwa mfano ni bodaboda, upo mgundini pale, unapiga zako komishi; wewe, unafanya biashara ya chakula, mamalishe hivi; wewe labda uko zao Karume, sokoni hapo, unauza zako nguo kokote pale Tandika kule Mbagalo, zako mama machungo pale, kokote pale, na wewe ni shabiki wayanga, usiposhiriki kesho kupambania heshima yetu kesho, maana yake Jumapili, Jumatatu, Jumanne na kuendelea, utadharauliwa sana. Yani eneo lako la kazi litakuwa eneo gumu kwelikweli, kwenda maofisini huko, utawasha laptop huku umenuna, utajificha nyuma ya peni watu wasukuru, lakini unaonekana. Kwa hiyo kesho, funga kila kitu kwa ajili pia ya furaha yako na wewe yani, ili jumapili ukiamka asubuhi, inshallah uamke na confidence kwamba sasa nimezima dharau zote. Yanga limetokeza mbele, lazima kesho tuzime shughuli zote kama wanayanga. Boda boda paki, sijui una daladala paki, au tafuta mshikaji aendeshe, bwana nishikie leo, mwambie mimi nakwenda Benjamin Mkapa. Na ukiona abiria kama hawaelewi, njoo ukifika Taifa shuka, dereva acha abiria kwenye gari, wewe njoo angalie boli. Kama abiria hataki kwenda uwanjani. Eh, kama hataki kwenda uwanjani e, wewe walete pale, hawaingii uzima gari paki, ingia wewe, watachua gari lingine. Mwana Yanga kesho watakiwa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kutafuta heshima ya klabu yetu. Ni comment za wana mm. e, Yanga ambazo mm. wamewataga viongozi, wachezaji na management nzima ya Yanga. Ujumbe kwa hao watu ambao wana Yanga wamewataga kwenye zile mm. comment, wameupata na umefika, wao wanasemaje viongozi, tumeupata. Siwe mnafiki kwamba hatujua, tumeona, tumepata hizo jumbe. Nimeongea asubuhi hapa na captain Mudafi, nani Dickson Job, vipi? Akaambia <Crosshood workout> nimeona bwana, jana ameshuka, fungulia kwa nje, ndugu yangu. Eh, ni pull na push hiyo sasa wameupata eh. Eh. Kaambia mmeona e hey, tumeona, lakini wao, wao jibu lao ni tofauti na mashabiki wao. Wanasema sisi tuna experience kubwa ya haya mambo. Wanachokifanya hawa ni kutujengia tu pressure, umeelewa? Tupane, lakini sisi tuna experience, wachezaji wamecheza AFCON hapa amecheza Champions League, cheza mechi ngumu ngumu nyingi kwa hiyo eh, tumecheza mechi za hiyo fainali ugenini, Confederation. Kwa hiyo tumetuliza akili zetu, sisi tutakwenda kutumia hii miguu kuzungumza, tutakwenda kuzun, eh, kuzun, kuzungumza kwa hiyo yeah. Wao wako tayari na wanajiandaa kwa ajili ya hiyo mechi inshallah. Kwa upande wa mashabiki, kocha pale amesema hawaaja kucheza na mashabiki na hawadhani kwamba mashabiki wanaweza wakawaathiri chochote. Hiyo ni dharau nyingine, yaani ni mwendelezo <tuhum>! wa dharau <tuhum>! juu ya dharau, yes yeah kusema kwamba wanakuja kucheza na wachezaji wa Yanga kumi na moja ni sahihi, lakini kusema kwamba haoni nafasi yetu sisi mashabiki wa Yanga hmm, timu yetu ishinde, hiyo ni dharau nyingine mashabiki tumeletewa. Kwa hiyo kuijibu hiyo ni kwanza sisi tujae hmm, ili yeye akitaka kutoa maelekezo asikie tu nyuki wananguruma juu huku, hata sauti isifike kwa wachezaji wake hmm, yaani kutuambia kwamba sisi tuna mchango tutakijaa kesho wana Yanga wenzangu, natakiwa tujae na tupige kelele, wakigusa tu mpira tupige kelele ili hata maelekezo yasiweze kuyatoa. Afu mechi kisha, mtamuuliza umeona, wana Yanga nguvu yao ikoje? Hiyo clip mtanipostia mimi. Au ni mgeni hajawahi ku, anatujua. Ha, ha, ni dharau tu, anatujua ah, kiburi, anatujua. Kwa hiyo hiyo pia ni dharau nyingine wana Yanga tumeletewa kama mashabiki. Hata ah, tukijaa hatumfanyi kitu hmm. maana yake tunatakiwa tuene tujia, tujae na tumuonyeshe kwamba sisi tuna uwezo wa kutetemesha uwanja wa Benjamin Mkapa. Wewe usisikilizaye hata na msaidizi wako, mkitaka kuongea sawa. Ali, uh, kwenye hizi mechi zinakuwa na mambo mengi, hasa hizi mm, ambazo ni ngumu, hususan uh, kwa mazingira ya Tanzania mm, uh, sio kuficha, kuna wakati ambao wapinzani nao wanatafuta ili nyinyi mkwame au wacheke mm. Mara kadhaa nimeshawahi kusikia ukisema wanaoumia hizi mechi sisi tuteseke, sio hao wa Malawi, ni wapinzani ambao tunaishi nao hapa, hata kwenye mechi ya kesho kwenye mechi ya kesho kuna Wamalawi ambao wametoka Lilongwe, kuna Wamalawi ambao wametoka Blantaya, kini kuna Wamalawi wa Kijito Nyama, kuna Wamalawi wa Sinza, kuna Wamalawi wa Bunju, kuna Wamalawi wanatoka Yombo, wako Malawi pia hapa Tanzania na watakuja lengo lenu kuona, kuona, kuona njimu nadodoka. Yes. na hata ikifika hata, hata, hata Jumapili Wamalawi hao pia watataka kuamka asubuhi watuzodoe sisi. Ndio maana nawaambia mashabiki wenzangu wa Yanga, kesho ni mechi yetu ya heshima. Tusipambanie heshima yetu kesho. Wamalawi wa Ilongo wataondoka, wa Blantyre wataenda wa kwao. Tutabakia na wa Malawi wa hapa wako Wanyasa wa hapa hapa, tutabakia nao watusumbua. Tupo wakati mgumu, kwa lazima tuje kwa wingi kesho, tupambanie heshima yetu. Ndio nataka yani asubuhi na mapema tumetangaza mageti saa nne yamefunguliwa watu wameshafika pale kwa ajili ya kuingia ndani kwenda kuisupport timu yao. Tunafahamu mara nyingi hizi mechi za bure hata za timu ya taifa tumekuwa tukishuhudia uh, watu wanakuwa ni wengi sana na namna ya kuwa control pia inakuwa ni shida. Nyinyi mmejipangaje? Kwa hiyo ah, sisi sababu tuna, tuna mchakato ambao tuliufanya kabla ya kutangaza, tumekaa makundi tofauti tofauti na tumetengeneza mpangilio mzuri sana hata hii kutangaza muda maalum ambao magari yatakuwa wazi ni miongoni mwa idea ambayo tumeipata kwenye hivyo vikao. Tunatamani watu saa nne wakija tupunguze ule msongamano uende ndani saa tano msongamano kusiwe msongamano maana kuna muda ambao watu wengi wanakuja. Saa tano, saa sita, saa saba watu wameingia ndani. Saa nane na nusu tufunge ile milango. Tuamini wale watakuwa wameshajaa. Baada ya hapo tutatangaza kwamba uwanja umeshajaa. Kwa hiyo watu, watu watarudi majumbani kwenda kuangalia mpira kwenye TV. Baada ya hapo njia itakuwa iko wazi, timu itakuwa zinaingia kuja kwenye mechi. Kwa maana yake ukiwahi unakuwa mna msongamano. Na kuna process ya wewe ukifika pale mlangoni, unapoa tiketi yako, unaenda kwenye njia kuingia. Kwa hiyo ukija na familia yako, sio kwamba mtakwenda getini msongamane. Mnakwenda kupokea kwenye foreign ticket, na ile ticket itakuwa inatolewa hivi, kadi zile mnapewa pale. Kwa hiyo kuna familia yako mko wanne, wewe unachukua na watoto wako, mnaongozwa na askari kwenye foleni ndani, yani hakuna kusukumana utaratibu ni mzuri kweli kweli ambao utakuwa na manufaa kwa mashabiki wote ambao watakuja. Ally, Ally hapo hapo uh, e, waweke sawa watu. Umezungumzia kuhusiana na gari ile ya kugawa tiketi pale. Watu washazoeleka kwenye sherehe zile za wananchi wakiwa na magari pale, ni ya GSM anagawa maji na juisi. Hmm. Waweke watu vizuri kwa gari la kesho, ni la tiketi. Ah, tuna magari ya tiketi ambayo yako matano. Manne mpaka matano ambayo yatakuwa kwenye mageti ambayo tumeyaainisha ambayo anapokeaga watu wengi. Kwa yale magari kuna zile barrication zimewekwa, njia za watu kupita kwenda kwenye geti kubwa. Kwa hiyo ukifika pale nyie mnafika kwenye, kuna wauzaji watano kwenye yale magari, wagawaji wa tiketi watano ndani, ambao ukifika tu pale unapewa tiketi yako, una dumbukia kwenye njia. Kwa hiyo kunakuwa hakuna msongamano, na pale kwenye tiketi hakuna majadiliano, yani hamna story kati ya kuenda anayekupa tiketi. Na wala hamna haja ya kusalimiana, ni umesogea mbele amekupa umesogea amekupa, ili una unawahi, tunaingia ndani. Kwa hiyo hayo makampuni mengine ambao ni wadhamini wetu kama wana activity ya kufanya watafanya, hatutamzuia mtu eh. Kama kuna market, tunadhaminiwa na thamini, kampuni mbalimbali, wako Sport Pesa, wako GSM, wana product zao, wanaweza kuja kufanya shughuli zao, hatutamzuia mtu, ila utaratibu wetu wa club ni kwamba ukifika, unakwenda kwenye gari, unapewa ticket, unaingia kwenye njia, unaingia ndani. Kwa hiyo tuai mapema, yani kutoka saa 4 ukishakunywa chai, sogea uwanja wa Mkapa. Ukija pale, hakuna watu ndo nzuri, unakuwa una unawahi kuingia na inakuwa iko very smooth. Kwa hiyo niwaombe wana Wanayanga, kesho tuwai mapema Benjamin Mkapa. Kauli yako ya mwisho kwa kumaliza malizia, kauli ambayo unasema, Ally Kamwe, watu ndo wanaiamini e. Mechi ngumu kesho, naambia nini wananchi, wanaenda au bado unaona ugumu? Ah, mechi ya kesho unajua, hmm, wa kuipa ugumu ni sisi Yanga wenyewe namba moja, hmm, mashabiki, kama hatutatokea uwanja ukajaa na tulichokiomba kionekana, hatujakifanya huo ni ugumu wa kwanza. Ugumu wa pili, tukiingia uwanjani tusiposhangilia, tumewapa nafasi wale wa kuwa comfortable mi. Kuna wakati yani napataga hasira timu pinzani inapiga pasi mpaka kumi watu wamekaa wanaangalia. Uko Ulaya kapige pasi Anfield uone tatu tu, kelele za mashabiki zinawapushi wachezaji wao waende kupress kuchukua ule mpira kwa lazima tuende na dhamira ya kushangilia ili tuweze kupata matokeo mazuri. Tukifanya hayo, mm -hmm. players commitment yao ikawa juu. Mm -hmm. Mungu anatujalia tukawa kwenye siku ya bahati. Maana kwenye mpira nako, jana nilikuwa naangalia mechi moja ya Crystal Palace. Umecheza na kitimu kimoja cha Cyprus huko. Mm -hmm. Crystal Palace kafunga goli moja bila. Goli lenyewe umefungwa baada ya player wa Crystal Palace kumpa, kumpasia mshambuliaji wa hiyo timu ya Cyprus. Yaani mwenyewe kampasia ya wakafungwa. Baada ya hapo kila dakika walikuwa wanakosa goli Crystal Palace. Kila unajua kuna wakati ilifika wale wa Cyprus wakaamini kwamba hapa golini kwetu kuna vitu vingine vya kutusaidia kwa goli yasiingie. Kwa hata kipa wao pia cross kawaruki. Yule Mateta mwenye anapiga anapiga nje. Hiyo ni siku katika siku mbaya. Mwenyezi Mungu atuepushe. Yaani katika siku mbaya kwenye mpira ni hizo. Unashambulia mpira hauingii kambani. Mungu atuepushe tu na siku nzuri. Shambulizi la kwanza Tutuge majibu mazuri inshallah. Ali, nina swali. Rais wa TFF aliwaambia muwe na umoja yeah. Ninyi Nj timu ambazo zinashiriki kimataifa zikasema bila chembe unafiki nyie wengine muondolewe ah. Tulishawahi kweli, hiyo ni kweli kabisa. Tulishawahi kupewa hayo maelekezo na rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Wallace Karia kwamba tutaniane ndani ikifika kimataifa tuwe kitu kimoja yale, yale, naamini ule haikuwa ushauri wala hayakuwa maombi, yalikuwa ni maelekezo. Ninachoamini mimi, haikuwa ushauri, hayakuwa maombi, yalikuwa ni maelekezo. Tumekwenda, tulipokwenda tukaambiwa, mtu akitolewa shughuli keni naye yani, kama ndugu ukitolewa wewe mtanie, lakini tuwe kitu kimoja. Msimu umeanza tu wenzetu wametukataa. Yaani umeanza tu bismillah hata mechi haijachezwa. Wamesema kwamba wao sio wanafiki, hawataki kumombea mtu dua njema. Kama mtu anasema sio mnafiki, hataki kumombea dua njema, wewe utapata dhambi ukimkumbatia huyo mtu. Ni dhambi pia kumkumbatia huyo mtu. Kwa na sisi utaratibu wetu ni ule ule. Sasa sisi mko mara mbili yake. Sisi hata ikitokea tukakutana, labda pali, pale pale Benjamin Mkapa sio tu mbaya Benjamin mko mba pale pale tunawahesabu pia wale ni wa Malawi, ambao wamekuja eh, ni wa Malawi wamekuja ku ni wametoka wa Lilongo ya kuwa support Silver Striker eh, tukafuzu inshallah tukaenda ba South Africa, timu mbili zinaingia pale, sisi wa Tanzania alafu kuna Burundi, tumeongozana nao eh hatujuani, eh hatujuani, ndio hiyo sasa, ndio ndio ndio ndio direction yetu, kwa sababu eh, mtu akiukataa katalika mm, eh sio sio, unapata dhambi eh, mimi sikuombei dua wewe na kuombea dua. Kwa hiyo kwa fursa hii ni watakia laheri wenzetu wa Azam Football Club wenzetu wa KMKM ni wa Tanzania wote wanacheza, atakuwa na siku nzuri leo afuzu kwenda makundi, tutampongeza Singida Black Stars, kesho wakapambane, uh, wapate matokeo mazuri, na sisi tutakwenda kupambana, timu tatu bora Tanzania zikawe kwenye hatua ya makundi eh, eh, Confederation na Champions League, wengine ni kama hivyo, kwa sababu kutoka Tunisia kutoka Ethiopia, Burundi, tutakutana nao huko yani, tutakutana nao huko mbele na wasauzi labda wamisi